nchini Tanzania hii leo kuhusiana na swala la kuweza kuufungia uwanja wa Benjamin Mkapa kutokana na taarifa ambayo imeweza kutolewa na Kafu kwamba uwanja huo haujakizi vigezo kutumika katika michi za Kafu, ambapo taarifa iliyotolewa siku ya leo inasemaje: shirikisho la mpira wa miguu Afrika Kafu limeufungia kwa muda uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam kutokana na eneo la kuchezea pitch kuendelea kupungua ubora wake Kafu imeeleza eneo eh, hilo liboreshwe haraka kufikia viwango vinavyotakiwa ili kuepuka uwanja huo kufungiwa kwa muda mrefu. Mechi ya robo fainali ya kombe la shirikisho CAF na Confederation CAF Confederation Cup kati ya Simba na Almasri ya Misri imepangwa kuchezwa kwenye uwanja huo Aprili 9 mwaka 2025, ila kuondoa usumbufu shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limetakiwa kutuma jina la uwanja mbadala utakaotumiwa na Simba kufikia Machi 14 2025. Kafu itafanya ukaguzi wa uwanja wa Benjamin Mkapa Machi 20, 2025 ili kuona maboresho yaliyofanyika kabla ya kuamua kuruhusu utumiki au kuendelea kufungia. Mbali na mechi hizo za Kafu, uwanja wa Benjamin Mkapa umepangwa kutumika kwa ajili ya fainali za CHAN zitakazofanyika Agosti 2025. Hii tunaona ni taarifa ambayo imeweza kutolewa na shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF, kupitia kafu kuufungia uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa, kwa mujibu wa wadau wengi wa soka wanajiuliza, je, mnyama Simba Sports Club atakwenda kucheza katika uwanja gani? Kwa sababu ikumbukwe, Simba ana mchezo wa kombe la shirikisho dhidi ya Almasri, mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa e, tarehe tisa mwezi Aprili 2025 huku ukaguzi wa uwanja wa Benjamin Mkapa unakuja kufanywa tarehe 14 2025. Sasa, kwa mujibu wa taarifa ambayo tumeweza kuipata mpaka sasa, klabu ya soka ya Simba Sports Club wanajiuliza, kwa sababu CAF bado hajafanya ukaguzi. Lakini kupitia katibu mkuu wa ofisi ya Wizara sanaa utamaduni tamaduni na michezo, Gerson Msigwa ameweza kuzungumzia kuhusiana na hali ya uwanja wa Benjamin Mkapa ilivyo, ambapo yeye katibu mkuu wa sanaa na michezo, Gerson Msigwa, ameomba TFF wasiliane na kafu waje kufanya ukaguzi kwenye dimba la Mkapa kwa kuwa walipofikia kukagua hapo awali yale waliopendekeza tayari yameshafanywa kazi. Ndugu Msigo wa ameweka wazi kuwa kafu walisitiza suala la pichi, huku wakitaka kuona vifaa vya kurekebisha pichi ili ila walishindwa kuwaonyesha, kwa kuwa vilikuwa njiani kutoka nchini China hivyo vifaa hivyo vilishawasili na maboresho ya eneo la pitch yashafanyika yalishafanyika kwa kadri kafu waliagiza, hivyo unakizi matumizi ya michuano ya kimataifa, kwa mujibu wa katibu mkuu huku akisema wa wazi serikali walishafungia uwanja huo kupisha matengenezo makubwa, ila tu TFF na klabu huwa unaomba, kutokana na ukubwa wake ili wacheze hapo. Aidha, amekumbusha ukaguzi wa kafu ulifanyika baada ya mechi ya Simba na Azam. Kutokana na mikiki ya mechi hiyo, nyasi zikatakiwa kukatwa mpaka chini kwa maana hiyo uwanja ulishakuwa tayari kwa ajili ya matumizi takribani wiki moja nyuma. Kwa hiyo tunaona hii ni taarifa kutoka eh, kwa katibu mkuu wa ofisi ya Wizara ya Sanaa, Utamaduni na Michezo akithibitisha kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa upo tayari. Sasa kwa mujibu wa taarifa kutoka ndani ya klabu ya soka ya Simba Simba, kwa sababu mwisho wa kutuma maombi katika ile kiwanja atakachokitumia katika mechi ya robo fainali ni tarehe kumi na nne mwezi huu Machi elfu mbili na ishirini na tano. Sasa Simba, kwa mujibu wa taarifa iliyopo, wameweza kutuma viwanja viwili ambavyo vitakwenda kufanyiwa ukaguzi ili kuona ni kipi ambacho watakitumia. Taarifa rasmi ni kwamba Simba wameweza kutuma maombi katika dimba la Amahoro lililopo Kigali nchini Rwanda, ambapo dimba hili tunaona Yanga Africans walishia kucheza na timu ya Sudani na kuweza kuibuka na ushindi pia. Rwanda na Tanzania si mbali, kwa hiyo ikitokea kiwanja cha Benjamin Mkapa kikaja kukaguliwa Machi hiyo kumi na nne na kushindwa kutumika, basi kwa upande mwingine kuna uwezekano mkubwa wa Simba wakatumia dimba la Amahoro lililopo Kigali nchini Rwanda, kwa sababu dimba hilo itakuwa ni rahisi kwa watu wa Tanzania kwenda kwenda kuishuhudia Simba ikicheza dhidi ya Al Masry. Bila kusahau kuna uwezekano mkubwa Simba wakapata mashabiki kutokea katika taifa la Rwanda, kwa sababu Rwanda wa Tanzania wengi wanaishi. Kwa hiyo Simba wametuma viwanja vile, cha kwanza ni Benjamin Mkapa ambacho kinakuja kufanyiwa ukaguzi sambamba na dimba la Amahoro kwa hiyo tunaona kama kiwanja cha Benjamin Mkapa ukaguzi ukaguzio match 14 kikishindwa kutumika, basi Simba watakwenda nchini Rwanda, lakini kwa mujibu wa serikali kiwanja kipo tayari. Kwa hiyo kwa hiyo kama TFF wakijiridhisha, eh, kuna uwezekano mkubwa Simba wakaendelea kusalia kuchezea mechi ya robo fainali mkondo wa pili dhidi eh, ya Almasri eh, katika tarehe hiyo 9 eh, April katika uwanja wa Benjamin Mkapa.